Ila kwa mtu akupenda trending, kwa mtu unaopenda mitandao mm, utaita waandishi wa habari, uanze kumkosoa nani Karia. Kwa mtu anaopenda nini mitandao, anataka umkosoe nani karia, ila kwa sisi tunaosoma kwenye diploma kichwani, tunaokaa chuo miaka saba, naumiza kichwa, naelewa kamaanisha nini. Mimi najua rais Karia kamaanisha nini hii inawezekana kawasaidia nyinyi na familia zenu na Tanzania pamoja na wengine pia wa Yanga sio sana. Unajua Tanzania mpira wetu tunaocheza sisi kwa sisi, na umemezwa na Simba na Yanga. Simba na Yanga ndio anaumiza kichwa bodi ya ligi na TFF. andishi. T ninyi mnafiki hapa. Simba na Yanga ndio anazikosesha raha bodi ya ligi. Simba na Yanga ndio ana nafasi za upendeleo bodi ya ligi na TFF. timu nyingine kuna mtu asiojua kwa hiyo kwa zaifu moja la bodi ya ligi mbebe makaratasi mwende CAS na iskari, hmm. Kwa kosa moja la bodi ya ligi mwandike makaratasi mwende CAS. wakati kibao utumbo kibao mmefanya bodi ya ligi na wabeba, hivyo unajua kwamba Simba na Yanga zimeua timu ya taifa nyingi. Hamjui nyinyi, hamfuatilii mambo. Rudini shule mkasome uandishi. Hapo utaona madiploma kama sisi tukwambieni. Zamani klabu hairuhusi kusajili wachezaji wa kigeni zaidi ya sita kwa faida ya timu ya taifa wachezaji wa ndani wacheze ili wacheze timu ya taifa mna kijua hiko kitu? Sijua Mandala. Bodi ya ligi imewapendelea Simba na Yanga kuruhusu kusajili wachezaji kumi na mbili. Uongo kweli? Simba inacheza na wachezaji mpaka saba wa kigeni. Uongo kweli? Yanga inacheza wachezaji mpaka saba wa kigeni. Uongo kweli? Kwa ajili ya Simba na Yanga bodi ya ligi inafanya hivyo. Leo hii inuka ati naenda kasi, naenda kasi. Umwaka Yanga watacheza dabi na aibu usoni, nakwambia, Yanga watacheza dabi na aibu usoni. Niulize, aibu ya nini? Umekataa kucheza dabi, si umeenda kasi? Sasa kasi kasi, wewe ukienda unatambua TFF na bodi ya ligi unakijua, afu anatambua Yanga kama anachama TFF, unakijua kwa kitu kwa hiyo ukipeleka kesi yako, wanakwambia tunataka proposal ya bodi ya ligi yenu iko wapi? Yanga wanayo jibu? Bodi ya ligi wanayo, walipaweka basi, mechi imeahirishwa saa nane, alikeo Refaria alikuwepo, kamesa alikuwepo, nani alikuwepo bana? Ripoti wameipata wapi? Una dai pointi tatu za nini? Pointi tatu, Which is which? Nini yaani, anatumia wanatumia akili gani? Unaenda kasi kuishtaki bodi ya ligi, bodi ya ligi wanakuja na statement document